mwezi wa kumi na moja ilipata taarifa kuhusiana na uwepo wa ubadhilifu pamoja na uchepushaji wa mali ya Ilangu AMCOS. Sawa, ndugu zangu, ehe. na mali hiyo ilikuwa inahusu nini? Ilikuwa ni kwamba katika msimu wa mwaka 24 25 ambao msimu tulionao sasa ambao ninyi mmesema kwamba matarajio yenu yalikuwa akilisi hadi sasa <coughs> o angalau milioni moja pointi tatu hadi milioni moja pointi tano si ndio <coughs> ayi ndio matarajio lakini ili muweze kufikia huko lazima ilangu sakos ilangu amcos ilitakiwa iweze kununua nini pembejeo si ndio sasa katika ununuzi wa pembejeo ile ndio ikaja ikaleta changamoto Ilangu AMCOS ilitakiwa au iliagiza pembejeo idadi ya mifuko elfu tisa na mia tano, sawa ndugu, kwa ajili ya zao la tumbaku, lakini katika idadi hiyo wachache, viongozi baadhi ya viongozi tuliyowaamini wachache, wakatumia fursa hiyo, badala ya kuletwa mifuko hiyo ya, ya, ya, ya mbolea elfu tisa na mia tano ikaletwa mifuko ya mbolea ipatayo idadi ya mifuko ipatayo elfu nane na mia nane sabini na tisa sawa. Kwa hiyo mifuko ambayo haikusambazwa ilikuwa ni mifuko mia sita ishirini na moja kwa hiyo fedha ambazo zilipaswa kulipia mifuko elfu tisa na mia tano umeona. Kwa hiyo kwenye idadi hiyo ya mifuko elfu tisa na mia tano pungufu ya mifuko ambayo ililetwa, ambayo ililetwa ilikuwa mifuko ambayo ikufika, ilikuwa ni mifuko 621. Hii mifuko 621 ilikuwa na gharama ya shilingi milioni 91 na mifuko hii ikawa fedha zake zimechepushwa. Uchepushaji ulifanyikaje? Ya kwanza, shilingi milioni hamsini na tisa laki moja na elfu hamsini zilichepushwa zikalipa kampuni moja inaitwa Ngaseko, sawa. A, nyingine wakagawana baadhi ya viongozi ambao tuliwaamini, tuliochagua fedha hizo ambazo viongozi waligawa na keshi ilikuwa shilingi milioni thelathini na moja laki nane na hamsini. Ukijumulisha zote hizo zinakuwa shilingi milioni tisini na moja. Kwa hiyo nini kilifanywa na TAKUKURU? Baada ya kupata taarifa hizo, tulishirikiana vyombo vingine vya dola. Tulishikiana, Tulishikiana wadau wengine pamoja na hao ambao walikuwa wanatuhumiwa tukafanya uzuiaji au tukafanya udhibiti wa fedha hizi. Lengo ni kuhakikisha fedha hizi ambazo zilikuwa tayari zimechepushwa milioni tisini na moja ziweze kurudi katika akaunti ya Ilangu AMCOS. Kwa hiyo kilichofanyika, zile fedha ambazo zilichepushwa zikaenda kule Ngesako, kampuni Ngesako ya Ngesako zikabidi zirudishwe tena kwenye akaunti ya Ilangu AMCOS zote zikarudisha shilingi milioni 59 laki moja na hamsini na, zote hizo zilirudishwa tarehe 8 mwezi wa 12 mwaka 2024. A nyingine hizi ambazo zilienda wajumbe au viongozi wetu walikuwa wamegawana, tukawapa nafasi waweze kuzirudisha, na kweli wakazirudisha, wakarudisha fedha zote keshi shilingi milioni 31 laki nane na hamsini na baada ya kurudisha fedha hizo tarehe ishirini na nane mwezi wa tano mwaka ishirini na tano fedha hizi tukazichukua tukazipeleka kwenye akaunti ya Ilangu AMCOS, NMB Mpanda Kuja hapa katika tukio hili kubwa kumwakilisha mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya ambayo yuko safarini kikazi <coughs> Leo kwetu ni siku ya furaha, si ndio? Ni siku ya furaha eh, najua baadaye tutakapotoka hapa tutacheza hata ngoma hapo nje, kwa sababu kazi iliyofanywa na kamanda wa TAKUKURU wilaya Tanganyika ni kazi kubwa sana. Kiasi cha fedha milioni tisini na moja sio kiasi kidogo. Tumeambiwa hapa na katibu meneja kwamba mna wanachama kama 1226 na wakulima. Nilikuwa najaribu kugawa zile fedha. Kama juhudi hizo zisingefanyika, kila mmoja wenu hapa angetakiwa kulipa shilingi 75,000. Ni kidogo? Yaani nyinyi wakulima wote hao elfu moja na ngapi hapo? Kila mmoja angetakiwa kuchukua 75,000 kuzipeleka chamani ili kufidia wizi ambao umefanya umefanya. Kwa hiyo sio kiasi kidogo, maana hatupepesi macho. Kilichotokea hapa, wanasema kuchepusha, ubadhirifu, sijui nini, lakini neno tunaotumia kule mtaani, si ni wizi? Maana yake, miongoni mwetu wanachama, tuliwachagua watusimamie katika kukiendesha chama hiki, walishirikiana na watu wengine wanaita gengi ili kutengeneza mazingira ya kuchepusha hizo fedha kwa maana ya kuiba. Maanake chama hiki kilikuwa kimeibiwa shilingi milioni tisini na moja na... kupitia huo mfumo wa ununuzi wa pembejeo. Sasa hatujui je, kwa mifumo mingine ni kiasi gani cha fedha kinapotea. Kwa hiyo sisi ni lazima tutoe shukrani. Kwa niaba ya mheshimiwa mkuu wa wilaya Onesimo Buswa, nitamke kwamba tunampongeza sana kamanda wa TAKUKURU wilaya Tanganyika kwa kufanya uokoaji wa kiasi kikubwa cha fedha zipatazo shilingi milioni 91 ambazo watu miongoni mwetu wajanja walikuwa wangetaka kuziiba hizo fedha. Tumshukuru kwa kumshangilia sana kamanda wa TAKUKURU, tumpigie makofi ya kutosha. Tumelipata kwamba kumbe tunapofanya uchaguzi wa viongozi wa chama chetu cha Ilangu AMCOS ni lazima kuwa makini kupata watu wenye weledi na waadilifu ili kukiongoza chama chetu. Kinyume chake, badala ya kwenda mbele tutarudi wapi? Nyuma. Nichukue nafasi hii pia kuwapongeza wale e, viongozi wetu wawili wote uchukua nafasi ya wale ambao walisimamishwa. Kwanza kabisa kwa ujumla, tunapenda kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia mama Samia Suluhu Hassan. Pia tunapenda kushukuru serikali yetu ya wilaya ya Tanganyika, mheshimiwa mkuu wa wilaya na kamanda mkuu wa TAKUKURU kwa zoezi zima la kutusaidia fedha ambayo hii ambayo ilikuwa imepotea, ambayo sasa kwa leo fedha imepatikana. <laughs> pia tunaiahidi serikali kwamba kupitia chama hiki cha ushirika cha Ilangu AMCOS kwamba tunaenda kusimama kidete kuzalisha uzalishaji ambao utaleta tija, na zaidi ya yote tukiishukuru serikali pia kwa kutuletea makampuni sasa hivi tuna kampuni ya G4 Agro limited ambayo inafanya manunuzi na chama chetu cha Ilangu AMCOS kwa ujumla tunawashukuru viongozi wote wa serikali na zaidi tunasema kwamba mitano tena. Asanteni sana.